Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Ijumaa, Juma la tano, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza, linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 11 aya ya ishirini na tisa hadi ya thelathini na mbili na sura ya kumi na mbili aya ya kumi na tisa. Na somo la injili takatifu linatoka katika kitabu cha mwinjili Malko sura ya saba aya ya thelathini na moja hadi ya thelathini na saba. Karibu tusikilize injili. Injili kama ilivyoandikwa na Marko. Yesu alitoka katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mikono. Akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi, akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Efata, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea akasema vizuri. Akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadiri alivyozidi kuwaagiza, ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena, ametenda mambo yote vema, viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Neno la Bwana, sifa kwako. Mpendwa msikilizaji, karibu katika tafakari yetu. Injili ya leo inatualika kutafakari juu ya huyu kiziwi ambaye alipata uponyaji kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda kuwaalika tutafakari juu ya mambo makubwa mawili kutoka katika Injili hii tuliyoisikia hivi punde. Tungeweza kutafakari juu ya mambo mengi sana kuhusu sehemu hii ya injili takatifu. Lakini hebu tuone haya mambo mawili yaliyobeba kiini cha sehemu hii ya injili takatifu. Jambo la kwanza, watu kumpeleka huyu kiziwi kwa Kristo ili aponywe. Na jambo la pili, Bwana wetu Yesu Kristo kukubali kumponya huyu kiziwi hatua kwa hatua kama tulivyoisikia injili ikitueleza. Kama nilivyoalika tangu mwanzo, tutatafakari juu ya mambo haya mawili. Kwanza tuangalie kiundani zaidi mambo haya mawili yaliyotendeka katika injili yetu tuliyoisikia, tukianza na jambo la kwanza, watu kumpeleka mwenye ulemavu wa kutosikia, yaani kiziwi kumpeleka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba tuwe na upendo kwa wenye shida. Kitendo cha watu kumsaidia huyu kiziwi, kumpeleka kwa Kristo, kinaonyesha kuwa hawa watu walikuwa na upendo wa kweli, kwa sababu kama kiziwi, bila shaka hakuwahi kusikia mafundisho wala sifa za Kristo, ila wale waliosikia sifa zake Bwana wetu walimsaidia kumpeleka mtu huyu. Swali kwangu mimi na wewe mpendwa msikilizaji, je, ulishawahi kumpeleka kiziwi yeyote kwa Kristo ili afunguliwe na kupata uponyaji? Je, mimi na wewe si miongoni mwa viziwi? bila shaka tunaweza kujibu kwamba au tunaweza kusema kwamba mtaani kwangu mimi au mtaani naotoka hakuna kiziwi wala mimi mwenyewe sio kiziwi. Mpendwa msikilizaji, viziwi wapo wengi sana katika nyakati zetu hizi za leo ambao wanatakiwa wasaidiwe kupelekwa kwa Kristo ili awaponye kama tulivyosikia. Kama kiziwi huyo si mtu mwingine, basi inawezekana ni wewe au ni mimi, au kama si mimi au si wewe, basi ni majirani zetu. Viziwi hawa si wa kimwili ambao mimi Wazungumzia leo hii licha ya kuwa Kristo alimponya kiziwi yule ambaye alikuwa na uziwi wa kimwili, lakini leo Kristo anatutaka atuponye ukiziwi wa kiroho ambao ni mbaya kuliko ule wa kimwili. Uziwi wa kiroho upoje? Na ni zipi dalili zake? Mpendwa, uziwi wa kiroho ni hali ya kutosikia mafundisho ya Mungu yanayotolewa na kanisa lake takatifu ambayo msingi wake ni maandiko matakatifu. Dalili za ukiziwi wa kiroho zipo. Dalili nyingi za ukiziwi wa kiroho lakini tutazitaja baadhi tu. Dalili ya kwanza, kutomsikiliza Mungu anasema nini ndani ya moyo wako, yaani kutoisikiliza dhamiri njema iliyo ndani ya moyo wako. Dhamiri ni sauti ya Mungu ndani ya mwanadamu inayomwelekeza mtu kutenda yaliyo mema. Na dalili ya pili ya ukiziwi wa kiroho ni kutokuwa kuwa na hamu ya kusikiliza vilio vya wahitaji kama vile wanyonge, yatima, wajane na wazee na watu wengine. Na dalili ya tatu, kupenda kusikiliza sauti za kidunia au mambo ya kidunia zaidi kuliko mambo ya kimungu. Kwa mfano, kutumia muda mwingi kusikiliza na kupiga umbea. Ikiwa ukienda kanisani, mahubiri ya robo saa tu unaanza kusinzia, lakini kwenye umbea au kutazama filamu au tamthilia za kidunia unatumia hadi saa tatu mpaka saa tano bila kusinzia. Kutokaa kukataa kulitegemeza kanisa la Mungu kwa kutoa zaka na michango mbalimbali mbali ndani ya kanisa kwa ajili ya maendeleo ya Injili. Hizi ni dalili pia za ukiziwi wa kiroho, na zipo dalili nyingi sana zinazoonyesha ukiziwi wa kiroho. Kwa hiyo tujichunguze, na kama tunajiona tunazo dalili hizo, tukimbie haraka kwa Kristo ambaye anatungoja katika kiti chake cha huruma, yaani kiti cha maungamo, ili atuponye ukiziwi huu ambao madhara yake ni kuangamia milele kwenye moto wa jehanamu, kama tunavyosoma katika Injili ya mwinjili Marko sura ya tisa aya ya arobaini na nne. Jambo la pili tunaloweza kujifunza ni Bwana Yesu kumponya kiziwi. Bwana wetu Yesu Kristo alimponya kiziwi hatua kwa hatua, kama tulivyosikia kutoka katika injili takatifu. Hatua ya kwanza, Bwana alimtenga na mkutano faragani. Hatua ya pili, akatia vidole vyake masikioni mwa kiziwi, na hatua ya tatu akatema mate akamgusa ulimi. Hatua ya nne akatazama juu mbinguni na kuugua, na hatua ya tano akatamka neno la uponyaji yaani efata, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka na kifungo cha ulimi wake kikalegea. Hapa tunaweza kujifunza mambo kadhaa ya msingi sana. Jambo la kwanza, uponyaji wa Mungu na uweza wake huu wa namna nyingi. Jambo la pili, tusipende mambo ya mkato. Kila mara ni lazima tufahamu na kusadiki kwamba hata sisi hadi tuokolewe lazima tupitie hatua kadhaa, kama vile kuzaliwa mara ya pili, yaani kubatizwa, kuishi imani yetu kwa vitendo, kuvumilia taabu na kuanguka na kuinuka na ndipo mwishoni tufike katika uzima wa milele mbinguni. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tumwombe Mungu atuzidishie paji la imani, matumaini na mapendo ya kweli kwake yeye aliyetuumba na ambaye ana dhamana ya uzima wa milele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emanueli Mluge wa shirika la wamisionari wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!